jipya vile tunapaswa kuwa nikaonyesha ya kwamba wote tumefanywa kuwa wana wa Mungu na kama ni wana wa Mungu, sisi sote ni familia ya Mungu. Kama ni familia ya Mungu, lazima tukubali maongozo na maelekezo ya Mungu kama baba yetu. Lakini Mungu wetu a katika familia yake ameshamtoa uh, kuhani mkuu. Sasa sisi wote tunaoamini, uh, ni uzao wa ukuhani mkuu unaotokana na Yesu, maana Yesu ndiye njia ya kweli na uzima. Biblia inasema: Mtu haji kwa njia ya Baba ila kwa njia ya mwana. Kwa hiyo kwa njia ya mwana Yesu, mimi na wewe tumefanywa kuwa wana wa Mungu. Na kama tumefanywa kuwa wana wa Mungu aa, ni muhimu tuyakubali maelekezo yatakayotusaidia tuendelee kuwa na sifa ya kuwa wana. Ziko kanuni ambazo, uh, tukizifanya zitatusaidia kutufanya kuwa wana. Nikodemu alipokutana na Yesu, Yesu akamwambia kwamba upepo huvuma Uh, na kwenda uendako lakini hujui unatoka wapi. Hii Yesu akaeleza, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Kwa nini? Kusudi la Yesu kuja ni kuwafanya watu wote waweze kuona ufalme. Hii ndiyo sababu Yesu alitokea akisema, tubuni na kuiamini Injili, maana bila kutubu na kuiamini Injili huwezi ukaingia katika ufalme, lazima kugeuka. Bwana Yesu asifiwe. Basi tuliyaona hayo lakini tukaona ibada ya rohoni, tukasema ibada inayofanywa na mtu aliyepokea maisha mapya. Kwa hiyo huyo mtu amechaguliwa na Mungu Yesu aliduchagua. Baada ya kuduchagua uh, Biblia inasema akatuweka lengo la kutuweka twende tukazae matunda, na matunda yetu yakikaa, tuombe lolote tutakalo kwa jina la Yesu, Yesu alifanye. Bwana Yesu asifiwe. Utaona kuna umuhimu wa huyu baba aliyechaguliwa na Yesu kuwa na matunda ya Yesu, huyu mama aliyechaguliwa na Yesu kuwa na matunda ya Yesu. Hii ndiyo sababu tunajifunza habari za Yesu, Yesu kama kuhani mkuu tunapojifunza habari zake na kuwa nazo tunakuwa sahihi. Yesu asifiwe sana. Tukasoma katika Warawi jinsi mtu aliyeitwa kuwa kuhani, jinsi ambavyo Eh, hakutakiwa kusogeza mbele za Mungu sadaka iliyo kirema. Maana wale makuhani walitakiwa wao wakamilifu, asiwepo mwenye jicho moja au mlemavu wa kiungo fulani au Ah, ambaye ana matatizo, kwa sababu Mungu anatafuta kutumikiwa, kutumikiwa na mtu aliye kamili. Ndiyo maana vile vitu vilivyo na upungufu vilikataliwa, vile vikitafasiri ya kwamba tuki Yesu lazima tuwe wakamilifu, maana imani inayotolewa kwa Mungu tunayoyiamini, hatuamini imani nusu, wala hatupokei Roho Mtakatifu aliye nusu, wala hatulipokei neno la Mungu lililo nusu. ukisema naamini unapokea imani yote ya Yesu. Ukisema unajazwa Roho Mtakatifu, unajazwa Roho Mtakatifu kabisa. Na hii ndiyo sababu mtu anapobatizwa anabatizwa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu ya kishwa tamkwa nafsi tatu. Mtu anazamishwa ndani ya maji mengi kuonyesha umekubali kufa pamoja na Kristo, na hii ndiyo inayomaanisha wewe na mimi tumechaguliwa na Kristo na Kristo akatuweka nahitaji tuzae matunda. Bwana Yesu asifiwe. Ni hivi, mwangalie jirani yako, mwangalie jirani yako, mwangalie tu. Umeona nafanana na wewe eh? hafanani. <laughs> Eh, hii ni kwa nini? Hii ni kwa sababu Mungu anataka matunda mbalimbali mbali ndani ya nyumba yake juu ya watu wake aliyowaita, kila mmoja akamweka. Mungu amekuweka ili uzae matunda kwa hiyo matunda yanayofanana na wewe hayo yanatakiwa katika nyumba ya Mungu kwa heshima ya Mungu na kwa sifa za Mungu. Hii ndiyo sababu haitakiwi ujifananishe na jirani yako, ujifananishe na rafiki yako. Wewe ni wewe, kinachotakiwa maisha matakatifu, uzae katika njia yako na katika matendo yako pia. Sema amina yenye afya. Sijui kama unaelewa. Ni vizuri kuelewa moyo wa madhabahu ukitaka kufanikiwa na kustawi, hiyo itakusaidia katika maisha yako, lakini ukienda kinyume na madhabahu Unaweza ukaishi kwa hasara, unaweza ukaishi bila kukutana na mwenye madhabahu. Maana kila itwapo leo, Mungu ana jambo jipya katika madhabahu, ana ufunuo mpya katika madhabahu, lakini ni kwa ajili ya wale aliowachagua wakakubali kuchaguliwa shauku kila mmoja ya kuzaa matunda. Piga makofi kwa Bwana. Hii ni ya kipekee. Yesu asifiwe, ni ya kipekee

Mbili mstari wa tisa. Yesu, Walaka wakwanza, Yesu. Mbili mstari wa tisa. Bali ninyi ni mzao mteule ukuhani wa kifalme taifa takatifu watu wa miliki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Amen! Yesu asifiwe! Kwa hiyo Anapoita anaita mtu mzima, anaita mtu mzima anayejua mema na mabaya. Habari ya watoto, Yesu alisema waacheni watoto wadogo waje kwangu maana walio kama hawa ufalme wa Mungu ni wao. Yesu asifiwe wa sana. Sasa Yohana anasema sio sisi tuliyemchagua Yesu, sio wewe uliyemchagua Yesu. Lakini Yesu ndiye aliyekuchagua, na baada ya kukuchagua Yesu akakuweka. Yesu asifiwe sana. Kuna umuhimu wa kukubali maelekezo unapokuwepo nyumbani mwa Mungu, kukubali maelekezo ya neno la Mungu maishani mwako. Watu wengi wanasema ni Wakristo, lakini ni wajanja, ujanja. Ujanja mwingi hautakuokoa, hautakuokoa maisha yasiyoangalia kusudi la kuitwa kwako hayatakusaidia. Lakini ili mimi na wewe tusaidike, lazima turejee tuangalie, Mungu anataka tuishije? Mungu anataka wewe na mimi tufanyeje ili tuwe ufalme wake ili tuwe watu wake. Yesu asifiwe sana. Lazima kuwa makini. Kama ni baba uwe makini, kama ni mama uwe makini, kama kijana uwe makini katika njia unayoipitia. Kwa sababu, kiishi kwa udanganyifu unajidanganya mwenyewe, kwa sababu aa, hii njia ni yako. Kwa hiyo ukijichanganya, unajichanganya mwenyewe, lakini njia imenyoka iendayo uzimani, Biblia inasema wanaoiona ni wachache. <sighs> Yesu asifiwe <laughs> muulize jirani yako hapo, umemwelewa mchungaji? Muulize vizuri hapo, umeelewa mchungaji? Mwambie usijidanganye nafsi yako mwenyewe, mwambie usijidanganye nafsi yako mwenyewe Sijui kama amekuelewa. Yesu asifiwe sana. Biblia inasema ni muhimu kuzaa matunda, lakini yale matunda yawe mbegu inayotoka kwenye toba, inayotoka kwenye maungamo inayotoka katika kumkubali Yesu. Kwa hiyo ni matunda ya Roho wa Kristo ambaye Paulo anaandika, na ikiwa mtu hana Roho wa Kristo huyo sio wake. Mtu anaweza akawa na jina la Sarome, Mariamu, Yohana, Yusufu, Musa, ni jina tu lakini inatakiwa mwelekeo ndani ya moyo mwelekeo wa matunda ya Kikristo, matunda ya, yes, ya Yesu yaliyo hai. Bwana Yesu asifiwe. Inahitajika tunda lako sudia likae kwenye jina lako, likae kwenye utendaji wako, likuasilishe mbele za Mungu. Ulilo nalo unaiona likoje? Kwa sababu linaweza likawa tunda, lakini ukilipasua unaona linafunza, wala halivutii kwa mraji, kwa sababu ni tunda lililooza, maana yake halina asili ya kule lilikotoka, limeharibika. Sasa wewe una tunda la namna gani maishani mwako? Jipambanue mwenyewe, jipambanue mwenyewe, jipambanue mwenyewe Jipamba hii ndio sababu nilisema leta moyo wako katika madhabahu hii, ili Roho Mtakatifu akupe vitu vitakavyoponya nafsi yako vitakavyoponya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe, nasema Yesu asifiwe, nasema Yesu asifiwe. Ni muhimu, ni muhimu kujitambua ni muhimu kujitambua. Bibilia inasema tumewekwa kama makuhani, uzao wa kifalme, uzao wa kifalme, maana tumezaliwa katika mbegu ya kifalme, mbegu ya kikuhani Tunaye kuhani mkuu ambaye, wa baba, wa mama, wasomi, wasiosoma, wafanya biashara, wasiofanya biashara, tunachota kwake, kuhani mkuu. Bwana Yesu asifiwe! Sasa tunapochota kwa Yesu, wote tunakuwa na alama ya Yesu, wote tunakuwa na imani ya Yesu, wote tunakuwa na msimamo wa Yesu. Maana ni ufalme, ni watu ambao tumechaguliwa, na sisi tukakubali kuchaguliwa. Kwa hiyo tunatangaza fadhila zake, jinsi ambavyo ametufadhili Yesu. Ametufadhili wapendwa, Yesu ametufadhili. Nakwambia ni hivi, yaani hata kama kuna matatizo unayokutana nayo kuna shida unazokutana nazo, ambazo unapambana nazo, ukiwa na hili jina la Yesu. Hili jina ni la ajabu. Hili jina linamfanya mtu awe na uwezo wa kukabiliana. Hata kama yangekuwa makubwa, yanaonekana ni madogo y yanaone hayana nguvu, yanaonekana hayana uwezo, kwa sababu hatujenge fikira zetu juu ya yale yanayoonekana kwa macho, lakini Biblia inasema mwenye haki wa Mungu akaishi kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo sababu yale mashindano hayawi na nguvu hayawi na uwezo, kwa sababu sisi ni ukuhani wa kifalme, taifa teule la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunasafiri, tunasafiri hii dunia, tunapita, sisi wenyeji wetu siyo hapa wasafiri na wapitaji, wenyeji wetu ni mbinguni kwa Baba. Hii ndiyo sababu Yesu anaponya virema. Kwa hiyo tukimwamini Yesu, ulemavu unakwisha. Yeye ni uzima, anaachilia roho ya uzima ndani ya mioyo yetu, ndani ya maisha yetu, ndani ya njia yetu, kile tunachokifanya kibebwe na roho wa uzima, kibebwe na nguvu ya Mungu aliye hai. Haleluya! Ni muhimu kujipambanua. Yesu asifiwe! Ni muhimu Yani, mimi nilishangaa siku moja bwana, nilikuwa napitapita nikaona kamti kaina nyingine eti kameishi kwenye mti mwingine. Mimi nilishangaa sana kale kamti, eti kanaishi, kanatoa majani, kanaendelea, lakini kako kwenye mti mwingine. Ilinishangaza sana, ilinishangaza sana na hii ni kwa sababu ya kutokuwa na kweli. Maana kweli ina asili yake. Ukiona kitu cha bandia hakitokani na kweli, wala hakitokani na haki, hata kama kipo lakini sicho cha kweli. Sijui kama naeleweka hapa, naeleweka vizuri?